Basi bwana, kama me, ni uh, ni yani, ni yani ni mimi nimekaa pale mzee, tano hizo zinapiga. Watu wanapoingia kule, unasikia watu wanagomana nani mlangoni Mbwana, si cheki sasa, unaambiwa comedy utacheka, mwishoni mtu ataki. Alafu sasa, mda ule, kwa sababu unachanganyikiwa, kwa sababu unajua mimi huwa nikishatoa nikisha joke ya kwanza watu wakicheka ndo wanapata nguvu ya joke ya pili, wanacheka wanapata nguvu ya joke ya tatu. Sasa unatoa joke watu hawacheki, muelewe kama wamecheka wajacheka, kwa sababu taa zinamulika zinaenda zinayumba, alafu unakuta kuna kuna jamaa amekaa pale, maana unaona chupa moja imerushwa, muelewe kama imetoka juu, maana watu wanakaa juu na chini, alafu zile taa wewe mwenyewe zinakupiga zinaondoka, zinapiga zinaondoka, au wengine zinapita. Kwa hiyo hujawasoma kichwa ni mzee, uelewe kama wanakuelewa ama wakuelewi. Mimi naendelea kuongea sasa, nikasema kwani niongee kutimiza tu wajibu lakini, mpige jiwe. Ya kwanza watu hawajacheka, ya pili watu hawajacheka, ya tatu wamecheka watu wachache, ya nne watu hawajacheka, ya tano watu hawajacheka, ikabidi niondoke. Kwa sababu ukiendelea kukaa pale, reaction ya mtu ambaye anachekesha alafu watu hawakupati waka wa, wa, wa, wa vizuri, wanaweza, ama, wakarusha chupa ama nini, yaani lazima waanze kukabiliana nao. Sasa pia kukabiliana na walevi na wenyewe pia ni kazi kubwa, kwa sababu sisi tunasema ina comedy unaweza ukamwambia uka, uka, uka, uka wewe mtu ah, we, ah, aba, akarusha neno, toka bana, wewe hata uchekeshi. Ukamwambia wewe, mbona una shati ya draft, si kama ni nini, ikachekesha watu. Sasa kule ni tofauti, kule ukamwambia mtu hivyo, ah, umenidhalilisha ume ni zalilisha mzee, ni utani, utani aakiat <gibuaki> kuna ndugu zake wako pale, inaeza kaishia hapo hapo. Kwa hiyo, inabidi weze kuwasikiliza, so kama actually hiyo ilitokea. So sasa hivi nimejifunza kwanza, na niangalia audience. So, kama sasa hivi, najua kama nina kufanya show Marekani, na nafuatilia watu wa kule, naangalia jinsi wanavyoishi Alafu so comedy nitakazotoa zitahusu miji ya kule, zitahusu watu haina kule na maisha yao. Na ni sehemu ambazo nitaenda wiki moja kabla, kwa ajili ya kusoma mazingira na nini. Kwa sababu stand up ni lazima uh, comedy ni lazima iwe kijambo ambao limeshamtokea mtu, ama ameshakuliona. Ndio watu wanacheka sana na wanainjoba. Okay? Hmm. So okay. Kwa mko ambao wote vile ni sawa ni hey, kama ah kama sitokuja wiki sawa. Yaani kama nasijarudi tena. Ilikuwa mwaka jana bado sijarudi tena. Ilikuwa mwaka jana nafikiri, kipindi cha Pasaka. Mkosa um, kubwa ni niliyofanya ni sehemu yani ni sawa na, ni, sawa na kusema labda uh, ismihilit. Ismihilit. Watu waende wakasali sokoni yani venue na, na jambo la kufanyia la kufanyikia linapambana na hisia na, akili ya mtu, yani alas mimi nimekuja kucheza klabu. Kwa nini mtu anaongea? Kwa nini nampa nafasi anaongea saa nzima? wamechukua wame ukumbi, sio? Hapana, hapana. Kwa nini anaongea muda wote? Alafu sasa ile stand up ni kitu kipi kwao kimwambia mtu bwana, anachekesha huyu? ah, ah, sielewi sielewi sielewi. eh, kwai litokau mkubwa sana lakini nashukuru kama, um, saivi nafikiri kupitia kama hivi AyoTV, uh, na Millard Ayo wanaipata vizuri sinajua, so, kabisa kwamba anapata nafasi nzuri sana ya kuweza kuinjoi <laughs> na saavi nikirudi tena na imani kabisa kwamba ninapata hatua.